Mambo vipi tena mtazamaji um, wa Mastaz TV kama nilivyokuambia, naitwa Alex Ali 26, nyuma ya kamera niko na kabesa mtumbadi leo. Kuna sura fulani mpya ila, ni sura ya kizamani sana ni bwana, najua kuna kundi fulani kuwa zamani na trend sana, leo tuko naye hapa kwa mshikaji wangu aje. Ah fresh. Kwa makaka. Kwa unyama. Mi nakuona kitambo sana mwanangu. Kitambo sana sema, tupo nyie tu ndio mmetutupa maana so ah, sitoka kipindi kile, bado sijawahi tena kupata nafasi kama hii. Utaratibu uh, wa ya utaratibu wa muziki ni kwamba nime lebo yangu sasa hivi iko kwenye utaratibu wa kutoa kwanza official audio zote mpya ambazo so, zitaanza kuanzia Jumapili saa sita ya usiku. Then, two weeks baadaye tunaweza kufanya challenge za zile zile nyimbo then official audios zitakuja mwezi wa sita. hey, official videos yeah. Kwa hiyo niseme mashabiki wangu wakae mkao wakula, na wapenda sana mziki. Uko vizuri, una muda sana, upo kwenye muziki, hivi tatizo iko nini? Tatizo ni kwamba mimi, tunajua sisi waga tunachukuliwa, tunaenda kufanya muziki ya kulipwa kwa sisi, ni mziki wetu ni live band, na hatukua na mziki wa kutegemea sponsorship za Marekani, kwamba nitaimba lugha ya kibembe ili kikatangazika huko Marekani. Sisi tuliimbwa ba, tuliimba baadaye tukachukuliwa tukaenda mikoani na tunapokuwa mikoani, yani tunafutika humo. Kinachotuleta humo ni safari za kwenda Marekani na nini. Kwa hiyo ndio sababu pekee, lakini pia nilikuwa kuanzia mwezi wa 11 nilikuwa na niliua nauguza na nikafiwa na mzazi. Basi ndio sasa hivi nimeingia tena kwenye game kama kawaida. Pole sana. Labda pengine watu wangetamani kujua hizo changamoto zote ambazo zimepitia. Pengine kuna yeyote mwenye ukoga unamwambia mwanamuziki yote una, una hiyo mwana taarifa, changamoto zangu zote najua zilifa, zili, zilifikia kambi nzima e, ulimwengu wa muziki kambini, hata Ulaya walijua, na nishukuru sana kwa support yao, ilienda sawa, namna walikusaidia kwenye michango yeah, waliniwezesha kabisa, nguvu sana mm. Unajua nishakusahau jina. Mimi naitwa Treso Lilyson Lapurga, sema Lapurga Ah, Oto tumetoa nyimbo moja fulani hivi inaitwa Usimtese Bibi. Ile nyimbo ya Usimtese Bibi ndio nyimbo pekee ambayo nilifanya na Oto kama kolabo. Lakini nyimbo zingine zote kama swusini tulitengeneza na Oto vita ukimwi tulitengeneza na Oto. Alikuwa kama ni mwanamziki wa bendi kwa hiyo Oto ni mwanamziki ambao wamepitia pia kwenye, kwenye lebo za, za Arcanciel, au chini ya uongozi wa Lapurga. hakuna hakuna namna mlio kumuelekeza muziki Oto. Oto ametokea chini ya uongozi wangu chini ya utawala wangu, inamaanisha alikuja na kipaji chake lakini nimempa maelekezo ya kutosha. yeye mwenyewe alipopaa pale Marekani anafahamu hicho kitu. najua kabisa wewe ndio wewe ndio kaka. najua kabisa kaka yaani katika makaka zake ambao aliwahi kukutana nao kwenye show zake za mziki kazi zake, anajua mimi ni kaka mkubwa. Yeah, sasa hivi hivi kuna muondoko fulani anaenda nao kibembe kibembe, vipi na idea yako ilichangia? Um, um, alijiongeza, lakini mimi nilikuwa nimeshampa njia. Alijiongeza kwa sababu ni mtu alikuwa na kipaji kwanza cha mziki, afu alikuwa na sauti nzuri sana e. Baada ya kufikia hatua, akaona sasa ni muda wa yeye kujitafuta yeye kama yeye e, basi ikabidi aimbe lugha Hey, unakuja kwenye muziki na kuna vijana wengi sana ambao sasa hivi wameshakuwa in trend kiasi kwamba sio kama miondoko ile ambayo mlikuwa nayo zamani ni kiasasa, sasa hivi unaamini nini katika yani katika, katika, katika, katika, katika, katika ujio wako umekujaje? Yaani mimi nakuja kabisa ki, ki, ki, style yoyote ile takavyokuwa. Mimi ni mwanamuziki ambao nilimba live band na ninaweza kuimba mziki wa aina zote. Kwa mfano sasa hivi kuna nyimbo ambayo ndio madogo amekuja wa wapo na baadhi ya madogo nime ambao niliona wanafanya vizuri, nimeshafanya nao kazi. Kuna kuna kazi kazi ambayo itatoka Jumapili, inaitwa Kamem Kamem. Nilifanya nilifanya nilifanya na Piboy Stryker, na na na na Striker ambaye namsalimu, yupo yupo Canada. Lakini lakini pia pia Change Please nilifanya na, Follow Bugatti eh, pamoja na Dogo Young Fish. Lakini pia kuna msanii mwingine anaitwa Trezo kama mimi, yupo kwenye label yangu, tumefanya nayo kazi ya ile Kamem, nimefanya na Tipson, nimefanya na Huba, kwa hiyo ni nyimbo ambazo zina muonekano ambao ni, ni mwonekano wa flavor. Eh, ni biti kabisa zinapigwa vizuri na zinachezeka na kila rika, lakini muziki wa, wa vijana sasa hivi unaona unavyokuja, ya ninaoona ninaoona sana, mimi nashangaa wanafaa wana, wanategemea sana kuingia studio, lakini kuweza kuwashua au kuwashum kile ambacho wanakifanya studio live ndo imekuwa ni ngumu sana eh, wana, unamsikia msanii anaimba wamemumixi lakini anapokuja kwenye show anafanya playback why? playback why? lazima kuna sound ifuatilie. E, unajua kuf, kufanya vizuri ni kuweza kutengeneza kufanya vile vile ulivyofanya studio, fanya live. Yeah, mimi ndo naamini kitu kama hicho, huo ndo mziki mwenyewe. Kwa hiyo mimi na nawashangaa tu vijana e, wanapofanya. Kama, kama kama sijakosea kuna changamoto ambazo mara nyingi nazionaga studio, unakuta msanii akiwa na vesi yake haimalizi ha, yani, unakuta aimalizi tuseme kwa mfano, anavesi anaimba alafu kuimba tena ah, vibaya. Kwa mfano anavesi anaimba alafu akimaliza, kwa hiyo vibaya. kwa hiyo kuna namna naona kabisa live hawawezi wakafanya vizuri. Kwa hiyo, producer, DJ yuko pale kuwasaidia kusaisha sauti kusaisha sauti iwe kama sauti. Hamna, huo sio uhalisia live concert. Unapofanya show ya live unakuja na kazi ni za kwako. Unaenda kuwaaminisha watu kile ulichokifanya kwamba unaweza kukifanya na nio ndo ulikifanya. Sawa, so, pale unakuwa upo live, lazima uende na kile kile ulichokifanya hivyo kule kwenye studio. Kuna mambo mengi ambayo tunasikia kwenye mziki ni tunadanganywa. Tunadanganywaje? ule sauti inatengenezwa, inasafishwa, inaboreshwa, pale ambapo umeingia flat, ameingia wanakunyoosha, unakutana kwa kwamba unaweza kumsikia mtu kwenye simu au kwenye redio, kafikiri kwamba ni msanii mkubwa, lakini ukija kumsikia utajiuliza, hivi yule ambaye aliimba pale anakuwa ni yule? Lakini kuna sauti imepitwa kwenye mashine, kompyuta, imetengenezwa. Sasa ili tukubali kwamba wewe ni msanii mzuri au mkubwa au unayejua, ni lazima uweze kufananisha kile ulichokifanya kwenye kwenye studio eh, ukifanya na live. Kwa mfano tuna wasanii wakubwa sana hapa Tanzania, kama Christian Bella yani, kama ushawahi kuingia kwenye show ya Christian Bella hakuna tofauti na alivyofanya studio. Umeona, ukienda msanii kama vile Ferre Gola kila alichokifanya kwenye, kwenye, kwenye studio ndo anakifanya live. Ukienda wasanii kama leo kuna Beyonce kila anachokifanya studio ndo anakifanya live, kwa hiyo huo ndo usanii. Huwezi ukanifanyia playback kwamba unanifanyia usanii. Hiyo sio kweli. Hiyo ni kudanganya watu. Ndio, kwanza mimi nikuachie eh, kwa, kwa hapo maana una mengi sana ambayo tunatakiwa tukae mahali tuyaongee. Yeah. Labda kuna wanaweza wanaokutazama hapo wanaweza kuambia nini? Ah, mimi labda niwaambie uh, muda si mrefu e, nyimbo zitatapakaa kwenye platform yangu e, inaitwa Speed Booster 85. E, wabonyeze link watapata vitu vikali. Nimeshirikisha vijana wadogo ambao walikuja kuibuka, kwa hiyo e, wakae mkao wakula. Jumapili, ambao ni kesho, tunakwenda kuanza kusambaza hizo kazi ambaye ulifuatilia